Namba 43 sasa, tuelekee kaunti namba 37, kwake Melita ole Tenges ambaye amepiga kambi huko Kakamega katika eneo la Malava. Tupashe matayarisho ya IEBC yakoje katika eneo bunge hilo Tenges kama unanipata Naam shukran sana Swali, tunakujia moja kwa moja kutoka shule ya upili ya Malava Boys ambapo vilevile ni kituo cha kuhesabia kura cha eneo bunge hili la Malava, na kama unavyoona Swali, nyuma yangu ni mikakati tu kutoka kwa maafisa ambao wanasimamia shughuli ya kuandaa vifaa hivi ikiwemo ni uh, masanduku ya kupigia kura uh, na vile vile kuna yale uh, kuna vifaa tofauti ambavyo uh, vimo ndani ya masanduku haya na naona hapa kuna vitambulisho ambavyo vitakuwa vinatumika na wasimamizi na vile vile makarani ambao na watakuwa wana hudumu katika vituo hivyo vya kupigia kura. Hapa katika eneo bunge la Malava Swale, kuna vituo 198 vya kupigia kura na watu ambao wanatarajiwa kujitokeza kupiga kura ni elfu tisini na nane, mia nne na kumi na saba na ambao a, bila shaka wanajiandaa kwa siku ya Alhamisi ambapo a, watajitokeza kumpigia kura a, yule ambaye wanahisi kwamba ana a, nguvu au a, ana uh, ana tajriba uh, ya kushika usukani na kuongoza eneo bunge hili la Malava. Kumbuka kwamba nafasi hii ya eneo bunge la Malava iliyoachwa wazi baada ya kufariki kwa mbunge uh, Malulu Injendi na hivyo ndo kwa sababu ambayo uh, kuna shughuli hii ya uchaguzi mdogo ambao uh, unaandaliwa hapa. As, wakati ambapo uh, shughuli uh, nzima ilianza, kulikuwa na wagombea tisa ambao walikuwa wamejitokeza uh, na kusahihishwa na IEBC, lakini uh, tukawa na wagombea wawili ambao uh, walishuka uh, wali, wali, wali, wali uh, katika uh, uh, mchuano huu na kuwaunga mkono uh, baadhi ya wagombea. Kwa hivyo inaonekana kwamba uh, ni kinyang'anyiro kati ya farasi wawili uh, Seth Panyako wa chama cha DAP-K na David Ndakwa wa chama cha basi Swale, katika katika tapita zetu tumepata kuzungumza vilevile ana vile wakazi ambao wanatuambia kwamba wako tayari kabisa, wanawarai wakazi wenzao na pia IEBC kuendesha shughuli ya kweli na haki, na vilevile maafisa wa polisi wako tayari kushika doria na kuhakikisha kwamba amani inadumishwa katika vituo vyote vya kupigia kura. tulizungumza na msimamizi mkuu wa IEBC katika eneo bunge hili Salim Abdalla ambaye tayari ametueleza kwamba taratibu hii ya kuhakikisha kwamba masanduku yote yamefika hapa imekwisha kukamilika. Kwa sasa shughuli ambayo inaendelea ni kuhakikisha kwamba mitambo yote iko tayari, ili kesho wale ambao wanasimamia vituo vya kupigia kura watakuwa wanafika hapa kuchukua vifaa hivi na kuelekea moja kwa moja hadi katika vituo hivyo ambavyo nilitaja awali. Kumbuka tu kwamba kwa manufaa ya watazamaji wetu katika chaguzi zilizopita au chaguzi mkuu, tunakuwa na masanduku sita katika kituo cha kupigia kura. Nazungumzia sanduku ya kumpigia rais kura, a, gavana, a, seneta, mbunge, mwakilishi wa kinamama na vilevile vile mwakilishi wa wadi. Lakini katika uchaguzi huu, manake ni uchaguzi wa eneo bunge pekee, tutakuwa na sanduku moja, na wakati ambapo wapiga kura watakuwa wakiingia katika kituo kile, basi watakuwa wanaelekezwa A, moja kwa moja kwa karani ambaye atakuwa anahakikisha kwamba wako katika orodha ya kupiga kura, na baada ya kupatikana katika orodha hiyo au sajili hiyo a, moja kwa moja watakuwa wanapatiwa karatasi ya kupigiwa kura ambayo ni moja, sio sita, maanake uchaguzi ni wa e, e, mbunge pekee. Kwa hivyo baada ya hapo watakuwa wanapiga kura, a, na kisha tutakuwa tuna uh, shuhudia uh, siku ya Alhamisi wakipakwa wino uh, aikuonyesha kwa kwamba tayari wamepiga kura. Kwa hivyo ni shughuli ambayo tunaifuatilia kwa ukaribu. Uh, vile vile uh, tetesi ambazo zilikuwako hapo awali kutoka kwa viongozi uh, wa upinzani kuhusu madai kwamba uh, kuna uh, uh, inaitwa vipi ku, uh, kuwahonga uh, wapiga kura, lakini ni shughuli ambayo au ni tetesi ambazo maafisa wa EACC kutoka eneo hili la magharibi wametupilia mbali, wamesema kwamba hakuna malalamishi yoyote ambayo yamewasilishwa katika ofisi yao, na kwamba iwapo kuna malalamishi yoyote, basi watakuwa wanafuata taratibu ambazo zimetolewa kisheria na kuhakikisha kwamba uchunguzi unafunguliwa ili kuhakikisha kwamba hakuna wasiwasi wowote, hakuna mushkil katika shughuli nzima ya uchaguzi. Kwa hivyo, Swaleh, tunakita kambi hapa na tutawajuza watazamaji wetu yote yanayojiri kutoka Malava. Kwako studioni. Tengesi huyo kutoka Kakamega, eneo bunge la Malava, akitutupasha mengi kuhusu matayarishi ya uchaguzi huo utakaofanyika siku Alhamisi. Moja kwa moja tuelekee kaunti nambari